Ni ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu hasani katika mkoa huu wa Simiu ambapo atahudumu kukagua na kuzindua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kwa siku tatu. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hasani ameyasema hayo katika uzinduzi wa kiwanda cha kuchakata pamba na mabomba ya maji kinachomilikiwa na kampuni ya wazao ya NGS katika ziara yake ya siku tatu mkoani Simiu aliyoianza leo Juni kumi na sita mwaka huu na nimshukuru mwekezaji hapa wa ndani, amewaza kuongeza thamani angalau kwa hatua ya kwanza, lakini kwa hatua ya pili sasa tutanunua kwake, kuweka kwenye kiwanda ambacho tayari tunaanza kukijenga cha kutengeneza nyuzi za pamba. Tunataka kusitisha kuipeleka pamba yetu kama ilivyo kwenye marobota kwa wenzetu, wakatengeneze nguo na watu wao wapate kazi tunataka pamba yetu tuitengeneze hapa hapa, ili watu wetu wa Simiyu waweze kupata ajira ndani ya mkoa huu, rais amesema. Uh, serikali inathamini mchango wa wawekezaji wakiwemo wazawa katika maendeleo ya nchi. Na faraja nilionayo ni kwamba ndugu yetu huyu sasa ametufanya tusitumie fedha za kigeni kuagiza mabomba kwa sababu yeye anazalisha hapa ndani. Yeye pamoja na wenziwe wanazalisha hapa ndani, lakini kubwa amewaza vizuri, kwa sababu kipa, kipindi hiki tuna miradi mingi sana ya usambazaji maji na kumtua mama ndoo kichwani, na rasilimali kubwa tunayoitumia ni mabomba ambayo ndugu yetu huyu anazalisha hapa hapa. Kiongozi huyo wa nchi ameeleza kuwa Tanzania inaendelea kutumia fedha zake za ndani kuimarisha huduma za kijamii. Si ndiyo? Tumeshajenga ma vituo vya afya, matibabu ya kisasa, mashine inayokupima Tanzania leo, tukikupeleka India na Marekani utapimwa na mashine hiyo hiyo ambayo Tanzania ipo, matibabu ya kisasa, umeme kila pahali, na tunapeleka umeme vijijini na kote, watu wazalishe. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Exaud Kigae amesifu shughuli za uwekezaji wa kampuni ya NGS huku uongozi wa kampuni hiyo ukiomba serikali miradi mingi inayojengwa itumia bidhaa zinazozalishwa nchini. Kwa hiyo eh, viwanda hivi vimetoa ajira eh, zaidi ya watu 850 ajira ya moja kwa moja, lakini pia zaidi ya ajira za kawaida 400 lakini kama wazawa tulishajipanga kuhakikisha kwamba tunafanya mazuri kuhakikisha wananchi na watanzania wanapata ajira lakini kubwa zaidi na kuisupport serikali kupata mapato ambayo atakayokuja kusaidia ku, kuongeza, kuongeza uzalishaji lakini vile vile na kuongeza ajira ndani ya taifa na, na katika mkoa wetu wa Simiyu. Kuna zile bidhaa tunazozalisha kama Watanzania, tunaomba basi, tunamuomba Mheshimiwa Rais aweze kutusaidia sisi Watanzania ili kuvilinda viwanda vifaa, bidhaa inayozalishwa Tanzania basi iuzwe kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ni kiripoti kutoka hapa mkoa wa Simiyu usitatuma tatuma